Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je, wajua ya kuwa Qur'ani tukufu ina ncha mbili? Ncha moja ipo kwa Allah na ncha ya pili ipo kwetu sisi. Kwa mara ya ishirini na sita Alhikma Foundation inakualika katika mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwengu Yatakayofanyika tarehe moja mwezi wa tatu mwaka huu ishirini ishirini na sita insha Arrahman, alladhi allama alquran ni pale pale nyumbani kwetu TMK wanaume, yani kwa Mkapa. Na kwa Mkapa siku hiyo hakosi mtu. Kumbuka, hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Shika ncha yako nami na shika ncha yangu, ni ncha kwa ncha, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, hadi kwa Mkapa. Shika ncha yako na shika ncha yangu Quran, ni ncha kwa ncha, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, hadi kwa Mkapa.